Naitwa naitwatata Mtope, nimezaliwa Dar Salaam, lakini kwetu sisi ni, ni ar Kilimanjaro na miaka production manager children, yeah. Kwa mara kwanza nilikuwa nafanya nilikuwa stationary moja hivi Magomeni mm. So nikawa naenda pale garden boys kujifunza tu sanaa hivyo, mm. kupoteza muda. Baada ya kujifunza ticha wetu siku moja akanishika mkono akaniambia, chuzi na tafuta wasanii mm, so naona bora nikupeleke ili ukajiendeleza zaidi mm. Nikasema poa sawa tukafika pale kwa Mr. Chu tulikuwa wawili, mimi mm. na rafiki yangu mmoja anaitwa. Tukafika kwa Mr. Chu tukazungumza, akasema yeye natafuta cast za sanaa wawili, ambayo mmoja anaweza akacheza mpelelezi na mwingine anaweza akacheza kama modo mm. so tukasema sio mbaya, tukaingia makubaliano ya contact. Akasema ila pia hapa tunafundisha sanaa ya mapigano kwa ajili ya nguvu za action So utaweza kujifunza, utapenda au la mm. utasema napenda, pia kwa ajili napenda mazoezi oh. sijacheza movie bado Tamfili. hiyo ilikuwa tunacheza tamthilia muda huo, ndio ilikuwa inaendea tamthilia ya high heels nimecheza. okay. season 4 na 5 mm. ya inaruka magic bongo mm. Then juzi kati hapa ndo tumeanza tamthilia mpya cross chapter na filipina nimehusika huko ndani wasanii unakuta ni wasichana pia na walikuwa wanajifunza mazoezi hayo, wavulana wasichana, kama wasanii kama kumi. Sisi tunamwita Samje, jina yake halisi ni Salimu Kinte te sijui yeye ameanza juu katikati hapa, ilikuwa ni tuanze ku act movie ya action mm -hmm. so tukawa tunatafuta mvulana ambaye atacheza kama adui katika action. Mm -hmm. So tukafight, tukapata baadhi ya watu ambao wanakuja kupiga lakini viwango bado vilikuwa chini. Mm -hmm. So mwisho wa siku director akasema mm, nilikuwa na mfanyakazi wangu mmoja anaitwa Samjet. mm -hmm. Moja mbili tatu yuko sana, jubi, uko vizuri sana tu miruko ya juu nini anaruka sana. yule aliyeshinda dome challenge akasema mm -hmm. Kwa nini tusimuite huyo? nikamwambia okay hebu tukacheki zake FB. mm-hmm. Kasema sawa, hata hivyo mwonekano wake uko poa. So baada ya hapo tukamcheki, tukampigia simu akafika, tukaingia makubaliano ya kufanya hiyo kitu. So ikawa afike kila siku kazini kwa ajili ya kucheza pati zake okay. Of course alikuja, tukasema tuendelee contact ya mwaka mzima Mm -hmm. Tukaongea naye akasema sio mbaya. Baada ya siku mbili tatu, akamwambia direkta mambo yangu magumu sana kimaisha kwa sasa, so sitoweza kufika kila siku, nikasubiri mwisho wa mwezi, so tuangalie namna gani tunafanya makubaliano. Tukasema sio mbaya, tukakaa tukaongea, tukasema basi atakuwa anakuja siku za mazoezi ambao ni Jumatatu mpaka Jumamosi, alafu tutajua tutalipanaje kupenda na hiyo muvi yenyewe sehemu yake anaocheza. Basi baada ya hapo tukakubaliana, akawa anakuja kila siku, siku nyingine afiki, siku nyingine anafika. of course kuna party ilikuwa nicheze naye ya mapigano, lakini nikaja nikaondolewa hiyo seta, nikachezeshwa sehemu nyingine so alikuwa tu ana play na watu wawili action. Mhm. Mm. mm -hmm, alikuwa anakuja, lakini baada ya kuja ile, tulikuwa tunaendelea kushoti tamthilia Filipina. Mhm. Tukasema kuna scene ya mafia mmoja ambaye ameshoti kama yuko Kenya, nikamwambia director ni cast na ipate sasa, tumcheleshe subject kwa nini pia ina action. Basi tukampanga hapo, ndo zile picha ambao wamepiga na Mzee Chilo mm. yuko director, nipo mimi pembeni ya picha nyingi, tukapiga simu moja tu alipeli, lakini ilikuwa anaendelea n yani, katika moja ya stori tulikuwa tuikua tukimaliza mazoezi, watu tunakaa, tunapiga stori mm. tunajua mazoezi yanahitaji furani mm. tushamaliza party. So siku moja tumepiga sana mazoezi kumaliza, akawa mm. anahadisia, tukajisikia kasa. Jamani, mimi mm. kitu naipenda sana, iko kwenye damu, lakini mnajua sababu hii kitu mimi nilifanya kwa nini? mm. Tukamwambia wai mm. akawa anasema mimi nikiwa mdogo, nilikuwa napenda kuonewa Akasema hapana, hivi kwa nini naonewa hivi, you no know, mm. mi naenda kujifunza hiki kwa nini mm. So baada ya hapo akasema nikawa napiga mazoezi na faiti na faiti. Siku moja sasa hivi kujionyesha, najua nikaenda nikamwamkia nje, vana moja hivi alinionea sana mm. Asubuhi subuhi akatoka nje tulipigana kweli kweli, mm. yani baada mm. ya kupigana watu wameamua, akarudi nyumbani. Kesho yake tena kamwamkia yule yule jamaa sakaa, siku tatu hivi niliamkia nilipa kipigo cha maana. Baada hapo, mm. ikawa of course alikuwa anadisia tu, tunacheka mm. basi poa, sema of course sipendi kushindwa, na of course sipendi kuonewa Of course ni mtu mmoja pisi sana, nimefanya kazi kwa muda mfupi, lakini ni mtu mmoja charming sana pisi, anapenda kucheka kuliko kawaida mm -hmm. ambapo sometimes hata nilikuwa na mwangaa najiuliza, mtu ni gani yaani, unaweza kuwa unaadisia story yako ujaimaliza akakwangaa kaanza kucheka mm -hmm. akacheka sana lakini sometimes kasi mdefine vizuri hiyo lakini mm -hmm. Sio iko hivyo lakini, ni mtu mmoja wa dini sana, anapenda dini sana mm -hmm. Director alitwadisia siku moja, wakiwa ana shuti Milosis mm -hmm. walikaa kambi Morogoro mwezi mzima sasa mm -hmm. Kuna siku ilikuwa ni Ijumaa, ana simu zake muda uo wa msikitini, ilishindikana, ilibidi aende msikitini. Kwanza na mda huo director anamhitaji ya shoot. Yaani ilikuwa kama ugomvi lakini yeye ni lazima attend msikitini. So, mm. ni mtu mmoja wa dini sana ana cheo fulani kule msikitini vitabu shule mm. anaenda kabisa. Kwa hiyo ni lazima attend msikitini. So, mimi kwa ninavyomjua hapo, ni mtu fisi, mkimaliza mazungumzo anakuja, anakuja mm. yani, yani, mm. na kushauri kwa naambia mdogo wangu kwa vizuri. Mm. Yaani ningepata mke kama wewe yani anayejua kupigana hivi nini Yani jitahidi mm. na mazoezi, of course usifanye tu kwa ajili ya movie. Yani penda mm. Mm, penda natural yani kuwa wewe unaweza ukavutua, sijajua yani, hiyo ilikuwa ni hadisi, director, direkta alizoadisia kwa ilikuwa akatoe vitabu msikitini, yani asipofika yeye eye inakuwa issue, ishu koo ilishindikana kushoot mpaka aende so mm -hmm, sijajua ni msikiti gani ilikuwa. Alikuwa ananishauri kwa mdogo wangu, usichukulie tu as movie mm. -hmm, wewe fanya kwa ajili, nimekuona una uwezo fulani mm -hmm, ya unaweza ukafika mbali, kinanikita nani wakasubiri basi, just ushauri mm -hmm. Yani, kabisa, yani, chitai, ya, kija, tu yani mimi binafsi mfahamu kabisa mazingira ya nchi zaidi akija tu ofisini, anaweza akaja akakaa hapo sometimes, nimemaliza mazoezi tu akakaa hata saa tatu usiku kakaa tu hapo, akamaliza akaondoka zake, ni kitu akipo lakini hata kama kafanya, ni kuna sababu kubwa sana ya kufanya hivyo, kwa sababu kutokana na tabia yake, angekuwa mfano nimengua msanii mwingine fulani, tunisema hivyo, lakini kwa yeye yeah, hatukuamini nikuwa. Tuko Morogoro, tukatuma picha taatunasikia, tuka anahusika na hii kitu. Hmm. Tulikataa ili mimi tupige simu yake, tukapiga simu yake, akapokea dada yake Hmm. Dada yake akatuelezea akasema, eh, ni watu tu wanaunganisha matukio wanafananisha lakini sio yeye mhusika. hmm. Bas tukaacha pale, tukawa tukijaribu kufikiria. Hadi leo siwezi kuamini kama akafanya kitu kama hicho kwa tabia yake. hmm. Anasema kuna tukio kama hilo of course kafanya, lakini sio yeye Scorpion. Dada yake kwa maelezo yake, sio hiyo, kwa maelezo ya dada yake haina uhakika, lakini maelezo ya dakika alisema amejipeleka yeye mwenyewe polisi na ilitokea toka tarehe kumi ndo alienda polisi. Tarehe ngapi ilikuwa ni Idi? Hiyo ni maneno ya WhatsApp, ni watu wanazungumza tu kwa alikuwa analipiza kisasi Aiko, yani serious. Kwa sababu tulikuwa mkoani, hizo taarifa zinaendea kwa mkoani. Of course team nyingi zimeingia za waandishi wa habari, chuzi vipi mtani wako, msanii wako ilikuwaje? Wewe uli alikujaje kwako? Kama nani yani alianzaje usanii kwako? Tutakuwa nasema alikuja tu kujiunga akawa hivyo kwa ajili alitokea hata dumi challenge alitokea kwa chuzi, alinganishwa akaenda dumi challenge. Kwa hiyo alitaka mm wajue mwanzo, ila hatujaenda baada ya kurudi hapa. Dadake aliomba sana sasa, aliomba tuzo, njoo unisaidie, maana niko nimesimama peke yangu, dada, tuko wawili tu tumezaliwa mm. Alafu niko peke yangu, kwa hiyo njoo msaidie fkozi. Nilikuwa napenda kitu kimoja, ni msikivu mm. Yaani yeye anajua mm. kuwa mimi najua kupigana, najua action, najua kila kitu, lakini kuna kitu anaweza akakosea, mkatoa maoni, anaweza akasikiliza hiyo, okay. aka thank you Yeah, mtu msikilizaji, so ni mtu ambaye anasikiliza kwa mtu yoyote, mm. ni mtu charming pisi yani, yeah, imegeni vitu vingi kwa hana ile ras na mtu. Mimi kiukweli, wasubiri kazi zangu, wasubiri kama msanii mm. wasubiri kazi zangu, nimejipanga hivyo kimazoezi zaidi so soon Baby nacheza, lakini toka nianze series sijacheza baby baby. Kwa high heels nimecheza ni mafia mafya. mm. mm -hmm. Filipina, pia nimecheza ni kichaa, lakini kichaa mpelelezi ambaye, mm. mbele nitaenda kufight mm. close hata chata nimecheza nesi, lakini nesi pia mm. na fighting so tuseme sijacheza yeah, baby baby. Gazeti lako la Amani linakuletea promotion kabambe ya chemsha bongo ambapo msomaji unaweza kujishindia shilingi laki tano kila wiki au tiketi ya ndege kwenda na kurudi Dubai na kukaa kwa siku tatu. Unachotakiwa kufanya ni kununua gazeti lako la Amani kila Alhamis na kushiriki chemsha bongo iliyomo gazetini.